Kanisa la KKKT usharika wa Mtwara mjini linaendeleza huduma ya Diakonia, yaani kuwasaidia wenye uhitaji kwa kuwapa vitu mbalimbali ikiwa mbali, ni pamoja na mavazi na hata chakula, huduma iliyotolewa katika viunga vya kanisa hilo lililopo manispaa ya Mtwara Mikindani. Faida Online TV tumekuendelea taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV, naomba nikukumbushe kusubscribe, kulike na kucomment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. hawa ni baadhi ya wananchi waliopata msaada huo. Kwa majina naitwa Modesta Joseph Mtumbati, leo tuko kwenye viwanja vya KKT, tumekuja kupokea zawadi za pasaka. Tutakula nao tunafurahi, huwa wanatuwekea mazingira kwa kweli mazuri. Askofu azidi kumwongezea na grupu lake pia, kwa kutukumbuka watu kama sisi. Unajua, watu wengine sisi wanatuacha, kama siku kama ya leo tumefurahi, tunakula nao, na kesho nyumbani tutafurahi na watoto wetu na familia zetu tutafurahi nazo. Jamani, mimi leo nimepewa mchele kilo tatu na mafuta lita moja. Hapo kilichobaki ni cha kawaida, tutaenda kuongezea. Mimi mwenyewe nimefurahi kabisa, nimemwemwele kabisa Pasaka nimeiona safi kabisa. jina Naitwa Abdala Saidi Mwenda. Mimi nashukuru kwa msaada niliopata, na naomba vile vile utendaji wa kanisa na kanisa na utendaji wote wa kazi, Mwenyezi Mungu azidi kuwabarikia ili tuweze kupata msaada kama hivi. Naitwa Rabia Isa Alfani, natoka Mtwara mjini na washukuru wa, wa uh, kanisa hili kwa kutusaidia. Tunashukuru sana sana sana sana sana sana. Nawaomba na wengine wafanye hivyo hivyo wa, wa, wa, wa kutusaidia na sisi watu wenye wa, wa uhitaji kama hiyo haitoshi kwenye kuwajali wenye uhitaji, waumini wa kanisa hilo wakiongozwa na Baba Askofu Yeriko Ngwema wametembelea kwenye kituo cha kulelea watoto wenye mahitaji maalum cha Upendo, wakiwemo watoto wenye usonji kilichopo ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani, na kukabidhi bima za afya thelathini, friza, bila kusahau chakula na kadhalika. Askofu Yeriko Ngwema, Dayosisi ya Kusini Mashariki Mtwara. kamati yetu ya diakonia iliandaa utaratibu mzuri kwamba shule na wahitaji, lakini mbali na wahitaji tuna huduma nyingi ambazo Mungu kupitia kamati ambayo ina search committee ambayo hufuatilia mahitaji yaliyopo, sawasawa na jamii ilivyo kwenye ofisi za ustawi wa jamii. Kwa tulipopata taarifa, basi leo tukaona ni vema tufike kutoa huduma katika maeneo mbalimbali hili mbali, ni agizo la Bwana Yesu. Dini iliyo nzuri ni ile inayowafikia, inayo, inayo waliowahitaji ko ni wajibu wetu sisi kufika na kuwahudumia hao wahitaji. Tumewahudumia watu pale kanisa kuu kwa chakula na mafuta, nguo na vitu vingine, na wapo wengine walioonyesha nia njema ya kuanza kujishughulisha wameongezewa mtaji. Lakini pia tumefanya huduma ya kuwafikia wazee wenye mahitaji wiki chache zilizopita, kwamba wamejengewa nyumba na kukabidhiwa kini pia tumewafikia wazee wasioweza hata kutembea majumbani mwao, zoezi limefanyika ndani ya siku ya jana. Pamoja na hayo yote, pia tumefika hapa Upendo Rehabilitation Center tulipo sasa. Hapa pana watoto wetu ambao chanzo chake ni huduma iliyoandaliwa na Christina Chacha, mkurugenzi wa kituo hiki. Um, hapa tumetoa uh, kadi za bima ya afya 30, lakini pia freezer na mboga tumeiweka humo, kilo kumi. Pia tumetoa na mahitaji mengine ya nguo za kuwavesha wale wengine, pampas na, na mahitaji ya kutosha. Tunakumbushana kila mmoja kwa nafasi yake, Mungu ikimpendeza, aone sababu ya kuwafikia walio wahitaji. Kwa majina anaitwa Christina Steven Chacha, ni mama wa watoto watatu. Mtoto wangu wa kwanza Norin, mwenye changamoto ya usonji au autism na ni furaha kubwa kwa sababu tuko kwenye mwezi wa autism awareness au uelewa juu ya usonji. Ni changamoto ambayo inawapata watoto, anakuja kujulikana akiwa na kabla ya miaka miwili au anakaribia miaka miwili, anaposhindwa kufikia zile milestones za kitoto za kawaida, ambapo na mimi nilimgundua mwanangu miaka kumi na tatu iliyopita na sasa na miaka kumi na tano. Yes. Hii huduma nimeianza, huu ni mwaka wa tano wa huduma tangu kuanza huduma hii, na nahudumia watoto wenye ulemavu wa akili pamoja na ulemavu wa viungo. Naishukuru sana serikali kwa kunipa kibali na kuniruhusu kuanzisha huduma hii mpaka sasa hapa mkoani Mtwara, na kikihudumia watoto wa ndani na nje ya Mtwara. Kwa sasa nashukuru pia wanajamii kwa kupokea hili wazo, na kunishika mkono hasa kanisa la Lutherani pitia Baba Askofu wamekuwa wametushika mkono, na kwa leo hii tunaona walivyokuja kuendelea kutuposhika mkono kwa maombi, lakini pia na hata mali. Tunaendelea kuwaasa wanajamii wengi waendelee kujitokeza, lakini hata watoto wenye namna hii wasiwekwe ndani, basi waje katika mazingira haya ili walelewe na kupatiwa mafunzo tiba ili waweze kujisikia ni sehemu ya jamii. Hapa watoto ni wengi, na bado tunaendelea kupokea watoto. Mahitaji ni mengi, serikali yetu ilikuwa naomba kuweka mkono wao kwa kutuletea wataalamu wa mazoezi tiba na wataalamu wa elimu maalum, ili waendelee kutusaidia kwa sababu kusema unaajiri na kuwalipa wataalamu wao kulingana na idadi ya watoto ni ngumu. Mtazamaji wa Faida Online TV hiki kinachofanywa na kanisa la KKKT usharika wa Mtwara mjini inasaidia kuwaweka watu pamoja, kuongeza upendo na hata kuwapa nguvu ya kujitafutia kipato. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe, ku like na kucomment channel yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa afildia. Sante na kwaheri kwa sasa.